Chama kikuu cha ushirika Tunduru TAMCU Limited kimevuka malengo ya ukusanyaji wa zao la korosho wilayani Tunduru mkoani Ruvuma. Akizungumza mwenyekiti wa chama cha ushirika Tunduru TAMCU Limited Musa Manjaule katika mnada wa sita uliofanyika katika ukumbi uliopo ofisi ya mkuu wa wilaya Tunduru, amesema kuwa msimu huu wa korosho wa mwaka 2025 wakulima wamekuwa wakizingatia ubora wa korosho pamoja na ongezeko la uzalishaji ambapo malengo ya chama kikuu yalikuwa kukusanya elfu thelathini na tano. Mpaka kufikia mnada huu wa sita wamefanikiwa kukusanya tani elfu thelathini na tisa, laki moja na ishirini na nne na mia saba tisini na moja, ambapo mpaka mnada wa tano kiasi cha shilingi bilioni tisini na mbili kimeingia wilayani Tunduru. Amejitahidi sana kwenye eneo la ubora na laki moja ishirini na nne elfu mia saba tisini na moja Kwa hiyo ni matumaini yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba tani elfu arobaini tutafikisha. Tuna uhakika minada miwili mbele tutakuwa nayo, kwa hiyo si jambo dogo. Kwa hiyo tunazidi kuwapongeza wakulima kwa jitihada kubwa ambazo wanazifanya za kuongeza uzalishaji, lakini kipato hiki, angalie kwenye malipo mpaka mnada wa tano, Mheshimiwa mgeni rasmi bilioni tisini na mbili, tisini na mbili. Kwa upande wake meneja wa bodi ya korosho tawi la Tunduru Shauri Al Mokiwa amewataka wakulima kuhakikisha korosho zilizobaki majumbani na kwenye maghala yao zinapelekwa kwenye minada ili kuepuka kushuka kwa bei kuelekea minada ya mwisho, sambamba na kufanya maandalizi mapema wanapomaliza kuvuna, kusafisha mashamba na kukatua kwa ajili ya msimu ujao. Swala lingine ni kwamba tunawaasa wakulima waendelee kutunza ubora lakini pia wahakikisha korosho zizokuwa magalani kwao majumbani kwao wanazipeleka kwenye mnada, kwa sababu huku mwisho bei zinaweza zikashuka, kwa sababu hata bei tulizoanza nazo na tulizokuwa nazo leo ni tofauti. Kwa hiyo tunawasa wasikae na korosho majumbani kwao bila sababu, wazipeleke kwenye minada ili ziuzwe. Na wapate bei nzuri kama ambavyo tunaendelea kuzipata. Tunaloasa lingine, wakulima wetu safari moja huanzisha safari nyingine. Kwa hiyo kipindi wanamaliza kuvuna, wahakikishe wanakatua mashamba yao, wanasafisha mashamba yao kwa kuyakatua, lakini pia ama kuweka matuta. Hili linasaidia sana a, kwanza kuiko ardhi kupata hewa, lakini pia wakati kipindi cha mvua, maji kuingia ardhini na yakatunzwa, kipindi cha uzalishaji mikorosho ikaitumia kwa kuzalisha korosho bora nzuri na nyingi. Amesema hayo katika mnada wa sita wa korosho Tunduru, ambapo kilo milioni mbili laki moja na thelathini na mia mbili sabini na mbili zimeuzwa na bei ya juu ilikuwa shilingi elfu mbili mia tano tisini